Nitalisifu jina lako daima milele, e Mungu wangu mfalme na tutaimba. Nitalisifu jina lako daima milele, e Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima milele, e Mungu wangu mfalme nitakutu Ee Mungu mfalme, nitalisifu Nita jina lako milele. Kila siku nitakusifu Bwana, na kutukuza jina lako daima na milele yote. Nitalisifu jina lako daima milele, Ee Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima milele, E Mungu wangu mfalme. Bwana ni mwenye huruma na mpole, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili, mwema kwa wote na huruma yake juu ya viumbe vyake vyote. Nitalisifu jina lako daima milele, Ee Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima milele, Ee Mungu wangu mfalme. kazi zako zote za kutukuza, wachaji wako wanakusifu, wana utaja utukufu na ufalme wako, e Bwana, wana hadithia uwezo wako uwezo wako, Bwana. Nitalisifu jina lako daima milele, e ee Mungu wangu mfalme. Bwana mimwa